Tumerudi baada ya kupumzika tu kidogo lakini, eh, tukiwa tunaelekea kumalizia malizia uh, saa itu ya mwisho hii, lakini kumbuka tu uh, katika mitandao ya kijamii kama kawaida, kuna kuwa na uh, moto wake nayo vile vile unawaka kule, na mara nyingi, eh, jambo kubwa kama lile jana likiwa limefanyika vile Benjamin Mkapa, eh, lazima usalama unakuwa ni mdogo katika mitandao ya kijamii na ilivyo ada, mwenzetu Ali Bakari tunaungana naye hapa na aweze kutujuza yale ambayo yamejiri ama yanayoendelea ya kijiri katika uh, kujiri katika zile zilizobamba katika mitandao ya kijamii. Ali Bakari, karibu sana bwana. Asante sana. Eh, nimefurahi kukuona tena leo. Naam. Jana tulikuwa katika zile heka heka. Ya, ni e. Ya, kweli kabisa. E. Ya, adabu ya Kariakoo kweli. Eh, yani haimuachi salama mtu huko ndani. Jana <laughs> <laughs> nilikumbaki tulikuwa tunapa ulikuwa unapambana sana uwanja wa Benjamin. Ya, kabisa kabisa kabisa. E, na kwa kweli nilikwambia tu uh, tukupongeze. Naam. Eh, na kwa kweli ulipambana sana na kutuletea vitu ambavyo mashabiki wetu walifurahia mno update zile ambazo kwa natupa no. nje ya uwanja lakini mm. pia ndani ya uwanja mm. ukaenda kwenye gari la matangazo lile la Obila uh, Azam TV mm. ndiyo, ndiyo. Ah, kwa kweli tukupongeze sana. Mimi nashukuru sana uh, yeah, kwa pongezi zako Mwalama Idd Salim yeah. Kidede. Ndio. Lakini pia nakupongeza na wewe kwa kazi kubwa ambayo umeifanya jana kwa kuongoza kipindi hichi cha viwanjani jana. Ndio. Uh, ikiwa ni siku ya dabi ya Kariakoo. Kabisa. Uh, na tulikuwa tunaenda sambamba sana. Yaani hey, mimi kule nilikuwa najisikia <laughs> raha kuungana na wewe hey hapo. Lakini pia <laughs> mimi naamini uh, kwa simu ambazo tulikuwa tunazipata jana mm. uh, kipindi cha viwanjani jana kimetoa mchango mkubwa sana. Sana sana. Kwa uh, wajuza watu kwa wa, yes, yes yes kwa. Nikwambie tu yaani kimetoa mchango mkubwa sana watu kuamini kwamba kweli mm, e, dabi ya Kariakoo ipo na watu wanatakiwa kwenda uwanjani, uwe wenda labda mm. Eh, sehemu ya watu ambao walifika Benjamin Mkapa wamechangiwa na kipindi cha viwanjani hakika, kwa sababu ilikuwa ni asubuhi yes. na unaona Michael Hira, na hata yeye mwenyewe jana alikuwa anasema nataka na niende kwenye dabi. Kuna simu za kutoka mikoani wakawa wanasema kwamba kwa kile kwa ambacho walikiona katika kipindi cha viwanjani ndicho kiliwasukuma akuona kwamba kweli mechi ipo kabisa, yeah, kwa hivyo yeah. Ujue ya kwamba jana watu walitazama kwelikweli viwanjani na sio jana tu, sasa hii yeah. Inadhihirisha ya kwamba kipindi cha viwanjani kabisa. Kabisa. Na sisi tumefanya kazi kubwa ya kuhamasisha yeah. Uh, mimi nikiwa hapa studio lakini wewe ukiwa yes. katika yeah. eneo la tukio yeah, kwa hatua, yeah. kwa hatua. Yeah. Kwa pongezane tu? kwa na, na, na jana yeah. Pia kipindi kilitoa tiketi tatu, moja ilienda kwa jamii yetu, moja kutoka Kigamboni niliwasiliana naye mwanzoni, lakini baadaye akaja kuichukulia tiketi yake hapa hapo ofisini ehe, akaenda kuiangalia mechi. Yule wa, wa, Chalinze, wa... Yule wa Chalinze alipata changamoto kidogo, ananiambia wakati anasafiri anatoka Chalinze anakuja mjini, njiani alipata taarifa ya msiba wa kaka yake. oh. oh. inna, inna, inna, inna, inna. Okay. Lakini alisema ni moja kati ya watu ambao anatizama sana viwanjani, alikuja kuchukua katika kile kipindi cha shabiki sasa yule ndio ambaye alishinda asubuhi kwenye kipindi cha Viwanjani, anatoka Kigamboni, alikabiziwa hapa. Yes, yule ametoka Kigamboni, na Lukaia ambaye alitoka alitoka Zanzibar, yule naye alikuwa anakuja, alikuwa na tiketi yake pia, ambaye naye alishinda, lakini naye baadaye akasema usafiri pia ulikuwa umezingua. Lakini tiketi tatu zile zilikuwa zimetoka kwa mashabiki viwanjani. Kipindi bora, ndio ukisikia kipindi bora cha michezo Tanzania ni Viwanjani. Tiketi tumetoa jana tena za VIP B shabiki alikuja hapa mchana akakabidhiwa tiketi yake vizuri, ameenda kushuhudia yale ambayo ameyafanya pako, amezuzua. Kwa hiyo usiache kutazama Viwanjani, kipindi bora kabisa. Karibu sana lakini, mi aulama, kabla hatujakwenda moja kwa moja kuona zile ambazo zimebamba katika mitandao ya kijamii mimi ni wapongeze pia timu nzima ya Viwanjani. Mm. Uh, kwa maana ya kwamba uh, nilikuwa nawafuatilia uh, muda uh, kwa sababu mimi ni sehemu ya kipindi hichi uh, nukta hadi nukta kipindi hichi nakifuatilia. Nimefurahi pia kuona ya kwamba uh, baada ya mechi kumalizika, mjadala haukuwepo kwa mwamuzi, mjadala ni kabisa. Mechi mechi yenyewe na ndio inatakiwa tuwe hivyo sasa. Eh, mm. Nafikiri zile unasema zile conversation zote kwamba mechi adabu kimalizika. Focus kwa maamuzi. Jana ilikuwa hivi ilikuwa hivi lakini wale wana kutoka Misri wale wamemaliza jambo lao vizuri safi, vizurisafi, wanarudi zako Cairo, wameshamaliza dabi na jana. Likuambie tu tulizungumza na Mtanzania ambaye anaishi uh pale Cairo hapa -huh. hapa kwenye kipindi cha viwanjani okay. anakwambia Misri ama wamasri uh -huh. wamefurahi kwamba kuona waamuzi wao na wao wanatoka pale wanakwenda kuchezesha dabi ile ya Kariakoo Simba na Yanga uh -huh. gumzo lilikuwepo hivyo katika mitaa ile ya Cairo kwa sababu wale waamuzi wanatoka katika jiji la Kairo pale Misri. Kwa hiyo anakuambia hii peke yake, wabasi wanasema hii ni miongoni mwa dabi ambazo sasa hivi zinakuja kwa kasi yeah, na inawezekana isiwe tena namba nne au namba tano ni yeah, namba tatu. E, na hicho ndio alisema juzi uh, alikama mm. Alisema kwamba yeye afahamu zinatumika takwimu gani mm. kuiweka dabi yetu ya Kariakoo katika nafasi ambayo ipo sasa mm. Lakini anaamini sasa ina, ni wakati wa kuiingiza katika Waka zile tatu uh, bora lakini uh, ujio wa hawa waamuzi mimi kwa maoni yangu nafikiri ya kwamba uh, huenda jana watu wa Misri waliifuatilia sana, maana ya yake yeah. san. yeah. yeah. san. ni kwamba NBC Premier League imechukua nafasi sasa kule kabisa uh, kwa sababu jana tunazungumza naye majira ya saa tano hii alisema mm. E, hivi ninavyokuambia sehemu mbalimbali, wengine walikuwa wanaulizia tutaitazama wapi mechi, tuwatizame waamuzi e, hao wa kutoka hapa nyumbani mm. Azam Max pia imefanya, imefanya kazi kubwa, watu wamefuatilia sana naam. Na, hayo ni adabu ya Kariakoo na bila shaka yoyote uh, katika zilizobamba lazima tugusie hayo bwana e, mm. wakati kwenye magazeti <laughs> kwenye magazeti leo hii bila shaka mashabiki wa Simba Sports huenda walikuwa wanayachungulia hivi kwa mbali. Lakini <laughs> sasa kuna mitandao ya kijamii, kwa hivyo huko kuna mitandao ya kijamii na kwenye hali sio nzuri kidogo. Mm. Kwa hivyo katika wiki hii hapa itabidi kidogo kuvumilia. Uh, Young Africans muda si mwingi wamepost katika ukurasa wao rasmi wa Instagram. Wanasema uh, press ya Masimango. Press ya Masimango ndio inayo inayofuata kutoka kwa Young Africans ni saa sita kamili mchana eh, makao makuu ya klabu pale Jangwani ama makutano ya Twiga na Jangwani eh, kama unakwenda Kariakoo mm, ndiko inafanyika hiyo press. Kwa hiyo ni press ya masimango tu, hakuna jambo ambalo litatangazwa <laughs> jipya, yaani press ya masimango. eh, eh, eh, eh, eh. <laughs> kuna eh, Simukitaa anasema huruma iko wapi admini kwa nini pawepo na presi ya masimango, kwamba baada ya mechi kuna masimango, sio vizuri <laughs> <laughs> ndo shughuli, naweza ukasema imezimiisha zile dakika tisini za uwanjani. Kuna so shughuli ndefu kidogo e, inakuja. Haya, tutoke hapo, hayo ya Young Africans na mambo yao ya, mechi ya wa... kitakachozungumziwa hapa ni masimango masimango. e, kama hauna roho nzuri ya kufuatilia hilo e, vumilia kiukweli. Sasa bwana, uh, unafahamu kabla ya uh, kuelekea hii mechi kulikuwa kuna maneno yanasemwa. Hata jana tulizungumza na shabiki mmoja akasema haiwezekani, uh, msimu umalizike bila kukabwa elimu panzo. Kwa hivyo kulikuwa kuna ushinda sisi, mambo watu wa picha, sisi tunajua Young Africans na Simba Sports, kwa sababu wote hao wana timu nzuri tu za idara za habari na mawasiliano. Wapo wapiga picha wazuri kabisa, Simba pale, uh, yupo Rabi Hume, lakini Yanga kule, uh, kuna mu vibe na wengineo wanafanya kazi nzuri sana sasa. Huwa wanashindana kila mmoja kupata picha ambazo baadae zitakuwa ni gumzo. Unaweza ukaona hii picha inazungumza maneno mengi sana, elimpanzo ipo chini, alafu huyu hapa Isra, Patrick, kwa tikana mazingira yake itakuwa imepigwa na Move Vibe. Eh, hii sasa huyu ni Move Vibe sasa. Lakini tutaona Simba walikaa kimya. Lakini ndio, kwa hivyo na wenyewe wameposti hapo wakasema bila kumkaba nani vile, wakati huo elimpanzo anaonekana ipo. Ipo chini kwamba ndio huyu mlikuwa mna natutishia kwamba bila huyo msimu uwezi ukamalizika Masi. Ndo masimango hapo <laughs> <ya. laughs> walikuwa nawapiga wenyewe, wanapiga wa picha kimkakati hey. Kuna picha hizi za kuwajuza tu watu hey. Eh, lakini kuna picha hizi za kimkakati yeah, za kwenda kutambia baada yeah, ya hey, gemu kuisha. Twende katika posti nyingine na kwenyewe tuone, eh, kuna habari eh, gani na kwenyewe tuone katika mambo hayo ya dabi. Leo hii ni dabi tu, huyu ni alikamwe eh, kama nisingekuja na posti kutoka kwa alikamwe, bila shaka E, ningeulizwa, anasema mashabiki wa Simba wahini kulala hili kuwa ni jana usiku baada ya gemu kumalizika, wahini kulala sasa. Mbu wanawasubiri wa wapa, e, wapate, wao, wapate e, chochote e, kitu kutoka kwa hao mashabiki wa, wa Simba Sports. hayo yalikuwa ni maneno ya Ali Kamwe akijaribu kuwaambia mashabiki wa Simba Sports, tutoke hapo tuone Simba na wenyewe walikaa kimya. Nilisema ya kwamba picha za kimkakati huwa zinakuwepo Huyu hapa Elim Panzu, naona tayari amemtoka, huyu ni Khalidi Aucho, akiwa tayari Elim Panzu amewini huo mpira, lakini huku Duke Abuya akiwa anatazama Elim Panzu namna anavyoweza kuondoka, lakini eh, Kagoma naye anatazama namna Elim Panzu alivyofanikiwa kumtoka Khalidi Aucho ambaye ndio huwa anaitwa daktari ama mm, eh, the tank. The tank, eh? Yeah. Eh, lakini hapa ametokwa na tukio hili kama sijakosea, kwa sababu mimi nilikuwepo uwanjani karibu kabisa, kama sijakosea tukio hili eh, uh, Halidi. Kuna tukio lingine pia Mpanzu alifanikiwa uh, kumuacha Halidi akiwa amekaa chini eh, uh, na Mpanzu akaondoka na mpira kwa hivyo mm. Hayo ni mashindano ya picha eh, yanavyokuaga pale uwanjani. Tutoke hapo tuende katika posti nyingine. Hayo mambo ni adabu ya Kariakoo na hakuna namna kuweza kuyaepuka kwa leo hii. Katika zilizobamba mitandaoni, hii picha nimepiga mimi baada ya kumaliza majukumu yale ya kuhabarisha umma e, kupitia kipindi cha Viwanjani nikashika kamera sasa. Ukaipiga hii picha, nikapata hii picha, hii picha ah, baada tu e, ya, ya ile tukio lile la penalty, e, e, e, mgongano ule kati ya Kamara na e, Pakom Zuzwa Uh, wakiwa chini kila mmoja ajanyanyuka, refa akiwa anaonyesha ishara, kwa sababu umewapata wote, niliwapata wote walio, eh opponent namba 1, opponent namba 2, wote umewapata hapo, na refa akiwa anaonyesha kwamba mpira, tukasema tukaandika pale, tukasema weka pale <laughs> <laughs> anaonyesha hili ni tukio uh, la penalti. Kwa hivyo uh, katika ukurasa wa Azam TV Sports uh, nako tulikuwa tupo active tunaanza kasema hivyo kuhakikisha kwamba tunawajuza watazamaji kila kitu ambacho kilikuwa kinajiri katika dimba la Benjamin Mkapa. Tutoke hapo twende katika uh, posti nyingine. Mimi nimeleta hii posti uh, kama bonus kiukweli. Watu wengi wanaweza kashangaa kwa nini nimeleta, ilikuwa ni last uh, last match ambayo posti waliweka Simba Sports. Hii posti naweza kusema ni kama ilikuwa ni turning point ya mechi ya jana. Mm. Ya dabi ya Kariakoo. Kabisa, katika vitu ambavyo pande zote mbili walikuwa wanasubiri kwa hamu mm, kweli kweli ni hii post mpaka naileta hapa uh, namba za likes ni hizi hapa, hizi ni likes laki moja na elfu kumi na moja na mia tatu sabini na moja katika muda wa saa ishirini na nne. Ishirini na mbili eh, kumradhi ishirini na uh, mbili, hizo ni likes comments mpaka na inaichukua eh, hii post tayari ilikuwa na zaidi ya elfu kumi na nane na comments elfu kumi na nane, elfu? Kumi na kumi na nane. nane. Elfu kumi na nane. Sawa, na unaweza ukaona baadhi ya comments hapa, tukachukue kombe letu sasa baada tu ya kuwekwa hiyo post hatimaye. Maana eh, nilikuwa nashinda kwenye peji yenu, uh-huh. kama nina nimebandika maharage huyu, eh, <laughs> anasema un kesi imeshakuwa ngumu sana, aliyetumwa gazeti la tarehe kumi karudi na magazeti mawili ya tarehe tano Musa Kawambwa bwana. <laughs> Hivo ndo maana anasema, posti hii kiukweli ilikuwa majira ya saa sita kama sijakosea, ndio ilikuwa saa sita mchana ndani ya dakika tatu tayari posti hii ilikuwa na comments zaidi ya elfu moja. Dakika tatu jiulize hao watu <laughs> <laughs> <laughs> dakika tatu zaidi ya elfu moja dakika tisa ya, ni zaidi ya elfu nne dakika tisa na sisi wote hapa najua ni watu wa mitandaoni yeah, nataka hisia zako Faraji Mustafa baada tu ya kuona posti hii. Uh, kitu cha kwanza ambacho mimi niliking'amua kupitia hiyo posti ni uhakika wa asilimia mia moja juu ya jambo, yaani walipopandisha tu nikajua sasa kile ambacho kilikuwa kinaleta labda hofu kwa watu labda kusogea uwanja wa taifa kimezimwa, kimezimwa kwa sababu taarifa imetoka kwenye peji rasmi ya Simba. Kwa hiyo ni kama ndio ulikuwa mwanzo wa watu wengi ambao walikuwa wana doubt wana hofu juu ya mechi inapigwa ama haipigwi, kwa hiyo hiyo kama ambavyo wewe umetumia umuhimu wa kuona kwamba kulikuwa kuna umuhimu wa kuileta japo kwa imeshapita, lakini ulichokuwa unakiangalia ni kabla ya tukio, yes. Sa, kabla ya tukio ndo tunang'amua kwamba ni kitu kikubwa ambacho kimeenda kwa watu wengi, na naamini hata katika comments ambazo zimetembea zaidi nyingi zilikuwa zinaona zimelilai kwenye upande kwamba sasa ni uhakika wa asilimia mia moja ngoma inapigwa. Kwa hiyo kwangu ni ni faida ambayo pia inapatikana kwenye dunia ya leo kwamba unaweza ukatuma taarifa kwenye mtandao, lakini mtu katika mazingira tofauti tofauti anaweza akapata endapo atakuwa na access. na kuwa na hiyo access ndio tumeona ndani ya hizo dakika tatu ambazo ume ume uli, uli ulinotice kwamba zaidi ya comment elfu moja maanake ni kama watu walikuwa wanasubiri walikuwa wanasubiri kitu, kwa hiyo ndani ya dakika tatu komenti elfu moja ni, hmm, ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo Simba walihalalisha mchezo huo kwenye muda huo wa saa sita yes, na impact ikaonekana. Kwa hiyo inaonekana kama vile watu walikuwa wamekaa na, na, na, nani zao alafu wamekaa <laughs> standby kwenye yani, peji ya Simba, peji ambayo bila shaka imepitiwa sana kwa sababu dakika tatu kome, hmm, nani sema kome elfu moja zaidi ya elfu moja ilikuwa elf <laughs> elf elf elf elf <laughs> <mwanele laughs> kama elfu moja mia mbili na yani watu walikomeka special notification <laughs> kwamba chochote <laughs> kitakacho display Simba Sports yana kiwa yeah, cha kwanza mm. na ilikuwa hivi, ni kwa sababu hii ni mechi ya dabi ambayo tarehe nane yes, jana ilikuwa imeweka introduction nzuri tarehe nane mm. ikaota mbao tarehe kumi na tano, tano ikaota mbao kwa mara nyingine tarehe ishirini na tano yes, ikawa ni mara ya tatu mechi inatangazwa kwamba inaenda kuchezwa mm. lakini hapa katikati au uh, kusikia chochote kutoka upande wa pili yes. Na taarifa yao kwenye mechi ambayo walicheza nyumbani dhidi ya mechi ya mwisho dhidi ya Kagera, kulikuwa na maandishi fani ambayo alikuwa anaandikwa pale kama haeleweki eleweki hivi <laughs> kwamba mechi yetu ya mwisho <laughs> mwishoni kabisa anamaliza tukiwa nyumbani <laughs> <Mwisho. laughs> Sasa ile taarifa unajua ilikuwa kama kwa nini waanze na taarifa mm. ya mechi yetu ya mwisho mm. wakati kuna mechi moja mm. ya kumalizia msimu, lakini pale walisema vizuri tu mbona? Ah, ndio maana nakwambia mechi yetu ya mwisho nyumbani mm. Yaani walikuwa wanaweka mwishoni pale kwamba tukiwa nyumbani. Sasa unaposema mechi yetu ya mwisho maana ni kwamba umemaliza ile nyumbani nasema ah Haa, kumbe Haali. Kuna nyingine ya ugenini <laughs> unasubiria kwanza kuona hiyo ugenini itakuwa ni mechi e. ipi? Finally walipoweka hii taarifa, ilikuwa ni taarifa ambayo kila mtu anaona okay mm -hmm. Kumbe kinaenda kupigwa na pengine ilikuwa inaleta wasiwasi, kwa sababu Simba kuzuia kikao cha andisho habari, kama unakumbuka okay. so, kila mm -hmm. mmoja anasema kweli ataenda mm -hmm. ama itatokea yale ambayo tokea huko nyuma mm -hmm. lakini mwisho siku kuweka taarifa hii ilikuwa taarifa moja muhimu sana ambayo Simba Sports aliweka kwenye dakika ambazo unasema ilikuwa ni muda sahihi, lakini mimi uh, nitoe pongezi kwa wakazi wa Dar es Salaam mm. Uh, wameonesha na wao kwamba kweli wanapenda mpira uh, wakati tunafanya kipindi hichi cha yeah, Viwanjani uliniuliza ya yeah, kwamba hapo nje unaona uh, Costa yeah, na tumezoea kuona hivyo katika mechi za kimataifa yeah, lakini yeah, pia dabi ya Kariako uh, kuona magari yale ambayo ya yanabeba mashabiki watu wanaondoka yanakuja lakini kiukweli mpaka tunatoka uwanjani pale, yaani e, kwa maana ya nje pale, yeah. Tunaingia ndani sasa hatukuona hata kosta moja kiukweli kwa jana, labda kama zilikuja basi kuanzia majira ya saa sita, labda mm, baadaye, lakini sijui mwenzangu Mike, wakati unafika wakati ule, sijui kama uliona kuna kosta yoyote ambayo zilikuwepo, lakini sio kwa, kwa kiwango kile ambacho huwa tunaona A tunaona eh, kwenye mechi nyingi eh. Yeah. na sisi kwenye. Yes, ni kweli mm. na kuna kosta pia huwa zinakujaga kutoka hapa hapa mm, Dar es Salaam, zingine si zinatoka mm, Bagamoyo zinatoka Buju zinatoka Mbagara, wapi na zenyewe jana kidogo hazikwanya, lakini mwisho wa siku uwanja kwa asilimia zaidi ya asilimia hamsini, naweza kusema hivyo muda mchache sana. Yaani, wakati nafanya kipindi kama unavyosema, niliingia na wasiwasi, nikasema mm. eh, wakati unazungumza mm, ukiwa katika ile picha Benjamin Mkapa mm, nyuma yake kule, naona majukwaa yako walikuwa lakini pia walikuwa walikuwa wafanya biashara nya biashara. Kwa hiyo hata mpaka saa sita mm. uh, tunamaliza hapa mm. ilikuwa bado, bado. Eh, yeah. Unajua ilikuwa hamsini kwa hamsini mpaka hiyo taarifa baada ya kutoka yeah. Nafikiri ndio maana hali unawapongeza wakazi wa Dar es Salaam. Yes, yes, ni kweli kabisa na ndio maana like zilikuwa nyingi sana ndani na muda mfupi yeah. Yes. Walikuwa standby hata wenyewe mm. kwamba watapata nini baada ya mm. kuona hiyo confirmation ya Simba mm. nafikiri mm. maelekeo yao sasa ni Benjamin Mkapa. Sawa sawa. Uh, kuna posti moja ya Mohamed Hussein, bila shaka kama producer ataweza kuiona mm. atuwekee hapo uh, ya Mohamed Hussein. Kuna neno ambalo amelizungumza kwa mashabiki wa Simba. Uh, Simba Sports, kama producer ataweza mm. kufanikiwa kuipata hiyo mm. tusome ujumbe wake mrefu kidogo uh, mm. wa Mohamed Hussein uh, kuna ujumbe amewapelekea mashabiki wa Simba Sports ambao Uh, kwa baada ya msimu ndio umemalizika yeah, uh, Simba mm. walikuwa na matarajio yao mengi mm. uh, lakini kwa bahati mbaya mm. hawajaweza uh, kufanikiwa kama hawajaweza kuipata hiyo, ataipata anaileta, yes, na sasa hivi na lakini, kikubwa Mohamed Hussein yes, uh, yes yes yes uh, safi kabisa, huyu hapa ni Mohamed Hussein uh, nahodha uh, wa Simba Sports, kama tusingesoma hii na wenyewe tungekuwa tujamtendea haki uh, anasema uh, kwanza, nimshukuru sana Mwenyezi Mungu uh, Mungu wa rehma kwa kutuwezesha kuanza ligi na kumaliza salama. Pili, uongozi chini ya mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Mohamed Dewji na makamu wake Murtaza Mangungu, benchi la ufundi, menejmenti, wanachama na mashabiki wote kwa kuwa bega kwa bega nasi mpaka mwisho wa msimu. Kwa mashabiki wetu, sijui nitumie maneno gani kuelezea shukrani zangu za dhati kwenu, kwa mapenzi yenu makubwa kwetu. Hakika tuna deni la kulipa kwenu I will, I will never compare na kitu chochote akisema ya kwamba siwezi kulinganisha na kitu chochote, ama sio? eh <tipi> Uh, kwenye suala la kutupa nguvu na kutupigania ndani na nje ya uwanja, iwe kwenye jua kali au kwenye mvua, mlikuwepo katika kila nyakati ngumu, hamkukata tamaa, hamkutuacha. Mwenyezi Mungu awabariki sana, you are the true heroes, yaani nyinyi ni mashujaa wa kweli kabisa. Mwisho wa msimu mmoja ndio maandalizi ya msimu mwingine insha allah. Next season tutafanya vizuri zaidi. Haya ni maneno ya nahodha wa Simba Sports, mbeba uh, maono wa uh, wachezaji, lakini anatoa Maanake anazungumza kwa niaba ya wachezaji, sio? Yeah, kwa hivyo maanake ni ujumbe huu kutoka kwa wachezaji mm, wa Simba Sports kwenda kwa mashabiki wa Simba Sports ambao kwa hakika me, ni message uh, nzuri ambayo wanasema ina, mm, ina, ina, ina, ina, mm, inaumiza, mm, uh, lakini uhalisia ambao upo mm, mtu anakaa chini mm, yeye kaumia mm, lakini anawapooza mm, walioumia wenzake kwamba tunawashukuru, yaani yeye kaumia lakini walioumia wenzake anawaambia tunawashukuru kwa kuwa nasi katika mvua jua mm. lakini yote ni mapenzi ya Mwenyezi Mwenyezi Mungu yes. Eh, anakubali ile, ile, ile, interview, ile, ile paragraph yes. aliosema mm. kwamba tulipanga kushinda mm. kila, uh, kila kitu yes, lakini tumepoteza kila kitu mpoteza, kila kila. Mm. ni message ambayo ina ujumbe mzito sana kuumiza. Inawezekana nikawa ni moja kati ya watu ambao wameumizwa sana na kile ambacho kimetokea yani, so, mm. moja kati ya watu ambao unaona kile ambacho ali alikizungumza jana kwenye ile interview yake na Kennedy Moses mm. Na hiki ambacho anakuja kukizungumza hapa mm. Ndio sifa ya kiongozi, yes. Yaani, unasema kiongozi hawezi kuacha watu wako tu akawa naelea mm. bila kujua nini ambacho mm. tunakifocus kwenye siku zinazokuja maana yake yes, yes, ni kwamba yeye angekaa kimya pia mashabiki yeah, yani, na kumbe inawezekana mashabiki na kumbe yale tunasema, yeah. kwamba waumii kuliko sifa, lakini hii nakuonyesha picha kwamba yeye kwa niaba ya wachezaji wameumia kwa kiasi kikubwa mm. kuyakosa mafanikio ambayo wenyewe pia walikuwa wanatamani kuyapata. Yes, exactly. Sio rahisi kuona kwamba misimu mitatu yeye akiwa hapo mm -hmm. misimu minne hii mm -hmm. wamekosa kuchukua taji mm -hmm. Yani, yaani hawezi ukasema kwamba leo hii shabiki wa kawaida ameumia sana kuliko Mohamed Hussein. Sawa. Sawa. Yaani, mimi nipo upande wa Mohamed Hussein najaribu kuvivaa viatu vyake mm -hmm. Naona kama viatu n vizito sana mm -hmm. Unaweza kaa unapiga hatua afu unaona mguu usogee mbele mm -hmm. Yani unaona, hmm. ile safari ya kutoka hapo, unaweza ukafika ukaambiwa nenda tu hapo nje hmm. lakini ukaona umbali mrefu sana ambao uko hapa, ni kwa sababu ya ile hisia hmm. na maumivu ambayo anabeba na hasa akikumbuka jasho ambalo limetililika wanjani, hmm. hmm. wao akiwa ametoa ili kwa kiasi kikubwa na nguvu kubwa ametoa kiwanjani, hmm. lakini mwisho wasiku wameshindwa kunyanyua taji lolote kwenye muda mfupi tu, muda mfupi sana, shirikisho Afrika, na NBC Premier League, mimi kwenye CRDB, mimi kwa maoni yangu, lakini kwenye CRDB Bank Federation Cup siwezi so, nikawalaumu sana Simba kwa sababu mm, kwa ratiba namna ilivyokuwa ngumu sana alafu timu zili ambazo walikuwa na mechi ambazo zilikuwepo zilikuwa ni kari eh, e, ni timu ngumu wamekutana. Yeah, bo, siku tatu siku ya tatu ni mchezo na ilikuwa ni rahisi. Kuna mtu aliwahi kusema akasema kwamba atakayeshinda kwenye mchezo wa NBC anaweza akapoteza kwenye mchezo wa yaani, kwenye mpira anasema ilikuwa ni ngumu mm. mmoja kushinda mechi zote mbili. Yaani yes, yeah, yes. ushinde mm. mechi ya ligi afu wewe pia ukashinde mechi mm, ya mm, Federation Cup mm. ilikuwa Yes, moja moja Simba akapambana kwenye ligi akachukua akashinda ile mechi akachukua alama tatu ambazo ilikuwa muhimu sana yes, ambazo yeah. zilifanya hadi mechi ya jana mm, mm, mm, mm, kuwa yeah. vile mm. yaani kubaki kwamba haijaisha bado, maana yake ile alama tatu pale dhidi hey, hey, yeah, yeah, ya Singida. Singida. Singida. Mvuto wa mechi ya jana kwenye mm, mm. mechi hii ya jana ingekuwa kwenye mechi ambayo Yanga anasema mimi nishamaliza kila kitu naweza nikakipata, kwa hiyo yeah, ilikuwa ni mechi ambayo ilikuwa ya maamuzi pia kwa upande wa Simba badala yake kwenye mechi manenda ucheze ya mtoano mm. ya CDB Federation Cup mm. wanaenda napoteza tena kwa idadi kubwa magoli, lakini pia Singida ikiwa na nyakati nzuri sana kwenye kiwanja, lakini kupoteza kwenye hizo mechi kwa Simba, nafikiri emotionally wachezaji wa Simba wengi naona kama wameumizwa sana na kile ambacho kilikuwa kimetokea. Ni kwaona mwishoni, wakati mechi imeisha, hata mchezaji kumpa mkono, unaona mkono wake anaotoa na utoana. kama Zito. anavuta hivi, yani unaona kabisa jinsi ambavyo mm ameumia kwa kiasi kikubwa sana kama mchezaji ambaye hmm. amepambana kwa kiasi kikubwa no. Roho yako najua, ninyi mlizungumza sana hmm. kuhusiana na performance ya Simba sports hmm. nami pia binafsi kwa mashabiki wa Simba, mimi naamini hawana cha kujilaumu katika msimu huu e, kabisa. hmm. Uh, ilifahamika toka awali msimu unaanza ya kwamba Simba ilikuwa inatengeneza timu. Yaani wanasema kama malengo wamevuka malengo. Wamevuka malengo. Hii wanasema ni ziada. Unajua binadamu sisi tumeumbwa yaani yeah. Binadamu namna Mwenyezi Mungu ametuumba ni kwamba bwana ah, mimi hata shuleni yeah. Kwa mfano chuo kule kuna uh, C B mm. B plus A yeah. si ndio? Yeah. Unasema kwa ugumu wa mtihani huu, mimi nikipata C nitashukuru, kwa sababu nisipopata C uh, kuna mambo ya kusapo, waliopita chuo wanajua yeah. lakini uh, kwa ugumu ule wa mtihani unasema mimi hapa bwana, naomba nipate C tu lakini ukipata hiyo sio, unasema ah, ningepata b kidogo hapa, nitakiwa nipate b bwana. Ndivyo yanavyokuwa yeah. <laughs> <wana, laughs> kwa. Kwa hivyo Simba Sports kikweli yeah. Wakati wanaanza hata mashabiki walikubali ya kwamba tunatengeneza timu, lakini namna timu ilivyokuwa inakwenda, kwa sababu sisi bwana tunatakiwa tuchukue, tunatakiwa tuchukue na katika kila mashindano wanakwenda mpaka mwisho wa safari pale. Kwa hivyo kiujumla, ni kwamba wanatakiwa wajipongeze, waipongeze timu yao, waunge mkono a wachezaji, tugange ajayo kabisa. Mimi nikushukuru sana Ali Bakari kwa kile ambacho umetuletea hapa leo no. Lakini pia nishukuru tena kwa jana kwa no. kazi yako kubwa ambayo umeifanya hapo jana kuhabarisha umma no. kwamba tuko Benjamin Mkapa na jambo no. litakuwepo no. na hatimaye ni sababu kubwa ya watu kufika pale nasi yes, tulikuwa e, na, na viwanjani hapa studio basi no. Tulikuwa tunauliza maswali kuhusiana na hiyo yes, yes, yes, watu wamepata yes, tiketi zao yes. no, no, no. Na naendelea kuwafahamisha tu watazamaji wa viwanjani, mnaendelea kufuatilia viwanjani kwa ukaribu kabisa yes. Ka, kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa kuna matukio muhimu ambayo yanatokea kama vile jana tumetoa tiketi zile tatu za eh, VIP B eh, mashabiki kwenda kuangalia mpira, lakini pia tumekufahamisha kwa kina kabisa hatua kwa hatua kwamba mechi ipo na wenzetu ulikuwepo kule na umeona kila kitu ambacho kinaendelea. Mimi ni kushukuru sana, Ali. Asante sana, na tuko naye mwenzetu Ali Bakari katika zilizobamba katika mitandao ya kijamii, na hakika umefurahi e, kuona kile ambacho ametuandalia kwa siku ya leo, na kubwa zaidi ilikuwa inahusiana na ile mechi ya jana ya mwisho kabisa ya ligi kuu ya NBC kati ya Yanga na Simba ambako Simba wamepoteza kwa mabao mawili kwa bila. Mimi ni Ulamaa, Eid Salum yuko hapa, Faraji Mustafa pamoja na Michael Yera. tunakwenda kuangalia the pitch.